Ama baad, ndugu zangu Waislamu, niko mbele yenu e, kwa jina naitwa Hamisi. Naam, nipo kwa niaba ya Maalim Shabani. Maalim Shabani nafikiri mmemzoea mara zote, yeye ndio anakuepo katika jambo hili, lakini leo nadharura kidogo. Kwa hiyo kwa niaba yake akasema wafikishie waislamu waumini wenzetu kwa yale ambayo walifanya, basi wakione wa Naam. Eh, mbele yenu hapa kuna mifuko ambayo mnaiona hapa. Hii mifuko ndani yake mna mchele. Na mchele e, ni katika zile pesa zenu ambazo mliotuma. Bali tu tunaendeleza kufanya hivyo hadi siku zinavyoenda. Mmetuma e, kwa ajili ya kutoa zakat ul fitr. Hivyo baada tukio hili tunaenda kuwapa wale watu stahiki. Kila mmoja tunampelekea kwenye nyumba yake ili apate siku ya sikukuu kufurahi na familia yake. Kwa hiyo basi, hatuna hatuna budi kusema shukurani kama vile Maalim Shabani alivyonituma kusema, wape shukurani au waumini waliofanya hivyo, lakini pia akasema, bali kwa wale ambao wameweka nia, wamekusudia katika kuungana katika kama hawa waliofanya, walofanya, basi msisite, muda upo, lakini bado siku chache, licha ya hivyo kwamba bado kama siku mbili au tatu E, kukamilika kwa zakatul fitri sababu ni jambo ambalo lina masiku maalum. Leo kuna tarehe 27, kwa wengine, wengine tarehe 28 ya Kiislamu. Kwa hiyo endapo kama utakuwa uko, utafanya hima ukatutumia tena, basi tutafanya hivyo pia na sisi hima, sababu kuna watu wengi ambao wanastahiki wapate mchele kwa niaba ya sikuku wapate furaha. Kwa hiyo ala kulli hali, shukurani ndio tuokithilisha kwenu nyinyi Majambo yenu. Lakini pia hii ni kuna, kwa niaba ya kusafi, kusafisha funga pale ambapo e, mfungaji alifanya kosa aidha kimaneno matendo, basi kwa kutoa hii sadaka inakuwa ni sababu au zakatu fitri ni sababu ya kuisafisha funga ili kupata ukamilifu wake, lakini pia ni sababu ya watu ambao walikuwa wanyonge siku, siku ya Eid wanafurahi. Kwa hiyo sakatu fiti ina mapana, sijakuwa shehe mkubwa wa kutafsiri mapana yake, lakini faraha mbili hizi mimi ndo nazipenda sana. Furaha ya mtoaji, Allah anamkamilishia funga yake, lakini kwa yule ambaye anaepewa mchele, nafikiri siku ya sikukuu atafurahi zaidi, sababu atakuwa amefurahi, anafanana na wenzake wote ambao wana uwezo. Kwa hiyo mnasema kwa yule ambaye anania kufanya hivyo, basi atume pesa zake na sisi tutafanya hima, tutafikisha ujumbe kule ambako mnakotutuma tupeleke. Ninasema jazakumullahu khaira. Na kwa wewe ambao unapata taarifa hii ambao unatuona hapa kwenye nani media, unaweza hata kumdogeza kumdokeza mwenzako kwamba kumbe kuna njia fulani ya taasisi fulani inapokea msaada ambao tutaweza kufanya kama hutufanya wewe. Kwa hiyo unaweza kumshawishi hata mwenzako, sababu mtu mwingine Mwenyezi Mungu amejalia pesa nazo, lakini pa kutoa hapa juu ni atoi wapi, kwa maana kwamba huyo mtu fukara, hajui wapi atapa, aidha kutoka na bize kazi zake, au tu kwamba ala kuli hali kwamba hamjua kumpa. Kwa hiyo sisi biidhnillahi, kutoka sisi tuko mtaani, tunamjua. Kwa hiyo mshawishi na mwenzako afanye kama ulivyofanya wewe. Kwa hiyo tunasema Jazakumullahu na Maalim Shabani nasema nashukuru sana, na baadaye mtamwona mwenyewe akiongezea aki haya mazungumzo ambayo nimefikisha kwa niaba yake. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.